Nataka nisomewe katika kitabu cha Matendo mlango wa pili kifungu cha kwanza mpaka kumi na tatu. Matendo ya Mitume mlango wa pili kifungu cha kwanza mpaka cha kumi na tatu.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 kukatokea ndimi zilizogwanikana uh, zilizo kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena au kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Uh, tano watu wataua watu kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikika, iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. saba. Wakashangaa wote wakastajabu, wakaambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa uh, nayo? Tisa. Warathi na Wamedi na Wenami, na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapodia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia Misri, na pande za Libia karibu na Kirene, na uh, wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu. kumi na moja Wakrene na Waarabu wakasikia uh, wakasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. kumi na mbili Wakashangaa wote wakaingiwa na shaka, wakiambiana maana yake nini, ni mambo haya. Wengine walidihaki haki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Petro au tupia makutano kumi na nne mpaka kumi na tatu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua, ninakupenda. Jina lako la likabarikiwe, likainuliwe. Naomba Baba ukapate kunena nasi mchana wa leo. Kwa jina la Yesu nimeomba. Bwana Yesu, hey, asifiwe. Tunapotazama maneno haya mchana wa leo, Biblia inasema ya kwamba hata ilipofika siku ya Pentekoste wote walikuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hawa waliokuwa pamoja walikuwa ni wanafunzi wa Yesu aliokuwa amewaacha pale hekaluni, na maandiko yanasema ukiendelea kusoma hapo chini walikuwa wako mia na ishirini. Sisi ni zaidi, walikuwa wako mia na ishirini. Bwana Yesu asifiwe. Walikuweko mahali pamoja, Biblia inasema mahali pale walipokuwa ghafla kukatokea upepo. Na hii wiki, katikati ya wiki, nikawaambia upepo ule ambao unaweza kuja, unaweza kuvuma, ukiwa ndani una uwezo wa Mungu. Na ghafla kukatokea upepo, na maandiko yanasema wakiwa pale ndani, na ule upepo ulipotokea, kukatokea na jambo lingine, na maandiko yanasema ule upepo ulipotokea Roho wa Mungu akamiminwa na wote wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu aliposhuka alishuka kama moto kupitia ule upepo, na ndiyo hizo ndimi zikagawanywa Wakaanza kunena kwa lugha tofauti. Biblia inasema wale waliokuwa wako pale ndani ya hekalu walikuwa Wayahudi. Bwana Yesu wasifiwe, lakini maandiko anasema warabu wakasikia Wayahudi wakinena Kiarabu. Bwana Yesu wasifiwe na wale kabila zote waliokuwa wamezunguka wakisikia Wayahudi wakinena kwa lugha zao. Biblia inasema wakatoka ili wawasikilize, chapo wengine waliwadhihaki, lakini walitoka ili wawasikilize na wakati walipotoka ili wawasikilize, japo walikuwa na mashaka, hii ni nini? Itakuwaje? tunasikia lugha zetu, ama wamelewa, wanaesasiliwe. Kwani mtu akilewa anaweza kuongea Kizungu kwa sababu si mzungu? Akilewa anaweza kuongea Kiarabu, akilewa anaweza kuongea Kigiriama, hata akilewa anaongea lugha yake, aanguke, apige chini, naongee lugha. Lakini hawa wanasema ama amelewa. Bwana Yesu so asifiwe. Biblia inasema Petro akatoka akaanza kuwaelezea, na alipoanza kuwaelezea maandiko yanasema hiyo siku moja watu elfu tatu walimwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo siku ilipofika jioni, walikuwa wametoka kuwa mia na ishirini mpaka elfu moja elfu tatu na mia na ishirini. Bwana Yesu asifiwe, hizo zote ni kazi za Roho Mtakatifu. Nataka niwaambie, niwambie mwaka huu, kwa sababu Roho Mtakatifu amemwaga katikati yetu. Zile kazi ambazo zilifanyika wakati ule zitafanyika zzi maana, hao wanafunzi mambo yale yaliyofanyika hawakuweza kuyafanya. Na tena Bibilia inasema wakati watu elfu tatu walipomwamini Yesu Kristo kupitia maombi na Roho Mtakatifu aliyekuwa amemwaga, kila siku kuvi watu walimwamini Yesu

Wana wakati walikuwa wanaongezeka kupitia maombi na uwezo wa Roho Mtakatifu aliyeachiliwa. Nataka niwaambie ya kwamba wakati Roho Mtakatifu amemwaga katika maisha yetu, yani mambo ambayo yatafanyika ni mambo ambayo ni makuu kusiyo ya tarajia, kwa sababu ya ule uwezo ulioko ndani ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawa kama wangetembea door to door, haingewezekana kupata watu elfu tatu kwa siku moja, hata wangetembea namna gani? watu mia na ishirini hawangeleta watu mia ta, elfu tatu kwa hiyo siku, lakini kwa uweza wa Roho Mtakatifu ikafanyika. Nataka nikuambie mchana wa leo, yale ambayo mahisi hayawezekani kufanyika katika maisha yako, wakati Roho wa Mungu ameachuliwa yanaenda kufanyika, na yanaenda kufanyika zaidi ya matarajio yako. Bwana Yesu asifiwe. So una matarajio hata kuna yale mambo ya dedicate kwa kanisa mwaka huu, japo ninajua wengine wapendelea ku dedicate tukiendelea na maombi katika siku hizi ishirini na moja. Lakini kuna wale ambao tayari wamedediketi mambo yao na yako mbele za Mungu, na tunaendelea kuyaombea leo. Ni siku ya saba, tunaendelea kuyakabidhi mikononi mwa Bwana. Na wamedediketi, wengine wamedediketi mambo madogo, lakini kwa sababu uweza wa Mungu uko ndani yetu, mambo makubwa yanaenda kufanyika zaidi ya yale ambayo tumeyatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Kimaliza mwaka tukasema, tukawa na mawazo ya kwamba itabidi tuongeze mpaka huko chini, tuende mpaka huku. Lakini tukiendelea na mawazo, mwenye shamba naye akaja, kana kwamba alikuwa anajua mawazo yetu, kasema, mchungaji, sasa nakuuzia. Sema sawa. Mwisho mwezi wa Januari tutapata pesa hapo sichana. Bwana Yesu asifiwe. Tukianza huu mwaka wengine na yakaje. We nasema mchungaji mimi kwa ajili kule wengine kote pia chukua. Namwambia pia wewe acha nipeane deposit huyu alafu wewe nawe nikutafutia yako nikupe kope. Uwe mwezi wa pili kuendelea. Nawe nawe nikupe kope. Sasa so, shamba itakuwa imeenda huko kote ni kwa uweza wa Mungu. Na nanikafikiria ni nini kitafanyika ili tuwape, lakini cha kushangaza kabla ila Ilhamisi mmoja, tutakuwa pesa tutakuwa tumempa tena, yule mgeni ajijia tutatumika, yaani nini nilikuwa nasema mwisho wa mwezi wa kwanza, wewe nlekuja kwanza utakupa, halafu tukimalizana huyo mwingine naye ambaye amekuja mwisho nitamtafutia na yeye naye nitampa, na nita kile cha kushangaza, yule wa kumwanza mwezi wa pili wiki hii tutakuwa tumempa pesa sababu nekasabamekai ni kwa uweza wa Roho Mutakatifu. Waneza asifiwe. Mambo makubwa yanaenda kufanyika kwa sababu Roho Mtakatifu ni kuyafanya yale mambo ambayo hayafanyiki vizuri kufanyika vizuri zaidi ya kile tunatarajia kufanyika, kiasi cha kwamba mpaka watu wakashangaa ni nini kinafanyika. Ndiyo Waarabu na makabila yote wakashangaa, kwani hawa Wakristo wanafanya nini? Bona tunasikia mambo ambayo hatuyaelewa fika pale walipokucha wakamjua Yesu pia hao wakapokea uwezo. Bwana Yesu asifiwe! So hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kulifanya kila mambo ambalo linafanyika penapo mimi ni wa Roho wa Mungu. Kuna yale mambo ambayo yanafanyika, hata wale watoto ambao wanaenda shule wakiona kana kwamba hakuna pesa, kuna wameingia shule, wanaendelea kusoma kwa sababu ndani ya Roho Mtakatifu kuna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu hakiwezi fanyika hakuna changwa mpalo haliwezi fanyika. So tunapoendelea kuomba, ninaamini ya kwamba mambo mazito yanaenda kufanyika ambayo hatuja yatarajia ambayo hakuja yaweza lakini kwa uwezo wa Roho. Maana hapa Yesu akitembea, maandiko anasema niociza ilifanyika kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye, na hapo mpaka wafu wakafufuka, wagonjwa wakapona, mambo makubwa yakafanyika. Na kupitia huyo Roho Mtakatifu akawaambia Wayahudi, hii kanisa umejenga miaka arobaini, naweza kuivunja siku moja na siku tatu nikaisimamisha. huo wote niuweza wa Roho Mtakatifu, na ingefanyika kama wangesema fanyeni. Asifiwe, mana hakuna kitu cha kushinda. umejenga miaka arobaini yeye siku moja anakumoa kila kitu, mabati anaondoa. Yaani tumeenda nyumbani tukija jumatatu kesho, mtu amesimama nasema, naondoa ya mabati jengo lote naondoa, halafu mkija Alhamisi takuwa nimelisimamisha zaidi ya hivi. Roho Mtakatifu, Bwana Yesu asifiwe. So, hata tunapoendelea kuomba tio maka huu tumetaka wemaka tofauti. Ndio maombi tunayoomba yanafatana na dedication za mawazo yetu, za yale ambayo tunataka tufanye na ile mipango yetu. Ndio maana wakati nahiyo wiki nikawa nawambia wale walikuja ibada Jumatatu kawambia, Kornelio alifanya mambo mawili, aroh Mtakatifu akamaba walesasiliwe aliomba, halafu akatoka. Kumaanisha Mungu alisikia Kornelio anaomba, halafu akaona. So ule wakati wa kuomba Mungu asikie, tunatoka tunaingia wakati wa kwamba Mungu asikie halafu aone, ndio tumekuja kwa sadaka ya dedication. Asifiwe. Na maandiko anasema, Mungu mwenyewe akasema, Kornelio, nimekusikia. Amesikia nini? Amesikia akiomba. Alafu akasema, na tena nimeona. Ameona nini? Ameona sadaka zikitolewa. Na akasema, nimeshuka sasa, tuma mtu Yafa akamwite mtumishi wangu Petro aje akuelezee. Lakini tayari Sasa, sababu, sikio, Pasi, petu, na kwa sababu nimesikia na tena nimeona basi, wakati Petro alipofika pale akiongea neno la kwanza maandiko yanasema roho wow, wa Mungu akaijaza hiyo nyumba, watu walipokuwa nje walikuja ndani. Sa so, wakati roho wa Mungu amemiminwa, wa walio nje hawabaki nje, walioko nje wanakuja ndani na wanaungana na sisi, na tutaendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapomiminwa anamiminwa hapa lakini effect yake inaonekana nje. Maana wa maandiko anasema hata ile siku ya Pentekoste wale walihisi hiyo roho ni wale wa nje wakaja. Lakini siku ya kulelonio pia wale walihisi roho ni wale wa nje wakaja ndio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alisikia, alafu akaona, na mambo yakafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sisi si, tuko kwa maombi, si Mungu anasikia? Haleluya, si Mungu anasikia? Je, pia ataona ndio apate kuyafanya yale ambayo unayahitaji, inayahitaji. Bwana Yesu asifiwe, maana alisikia na akasikia, lakini akatulia, lakini alipoona, akashuka akatangaza, sio mambo mazuri. Mambo makubwa yanaenda kufanyika ndani ya maisha yetu, tunaenda kuhisi jambo jipya katika maisha yetu, na kama kuna kitu ambacho kwa uwezo wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu ambaye anamiminwa na anabatizwa ndani ya maisha yetu, Bwana asifiwe. Hicho, ukiwa umebatizwa katika Roho, mambo mengi yanaanza kutendeka. Hakuna vile unaweza kurogwa. Kuna mtu anaweza kuroga? roho wa Mungu yuko hakuna hakuna vile utalala na njaa, maana yeye anakuongoza na anakufanikisha, na chochote utakachokiitisha kitafanyika. Bwana asifiwe, chote unachokitaka kitafanyika kwa sababu roho wa Mungu kila kitu yeye anakuongoza, yeye anakurekebisha, yeye anakufanyia yale mambo ambayo huyawezi. Hayo mambo yanafanyika, ndio Yesu akawaambia subirini, so hapo mpaka nitakapo watumia huyo Roho, maana walikuwa wanafunzi, kuna mambo mengi hauwezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe, awesome, lakini wakati alipomiminwa Inasema hata hawakuwa na jambo kubwa la kufanya, walikaa kanisani, wakaomba. Huko kuomba tu, kuomba tu, kuomba tu, kila siku watu wanaokoka. Wajua, wanaogomea viti, lakini wanaokoka kila siku. Kinachofanyika ndani ya kanisa kinasababisha jambo tofauti huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kile kitu ambacho pale na roho ya Mungu, kama una kitu ndani, kama kuna kitu ndanigeza huku nje ama kikaribu. Maana kile ambacho kiko ndani yako kinaweza enda kitengeze ama kiharibu. Ndio unapata kuna watu wamekosana, wamepigana. Si kwamba wamepigana kwa sababu wameonana, wamepigana kwa sababu kuna kitu kimetoka wapi? Ndani, ndio kikaja nje, kikaleta hayo madhara. Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu anapomwaga kati katika kanisa, uwezo wa hiyo unaanza kuonekana na kupingiza uko nje. Ndio maana mambo yanaendelea kubadilika, mambo yanaendelea kufanyika, hata yale ambayo tulikuwa hatuyatarajii kunaanza kuyaona kwa macho, mpaka ukianza yeah. Tumeanza kwa sababu aa Mungu ameagwa, tunaanza kuyaona, tunaanza kuona kanisa vile ninavyoenda. Maana hiyo yote ni mpango wa Mungu. Mungu kwa sababu ya roho wake ameleta, ameleta hao watu, asema nendeni mpaka kule mwisho, nendeni kule mpaka mwisho mana Mungu, na Mungu huwa na sababu kila wakati. Mungu kiona jambo nimefanyika, jua Mungu ahai, roho wa Mungu hakuna wakati atafanya madhara kwa watu, lakini kila wakati atafanya mambo mema. Kila wakati atabadilisha steshe, atabadilisha mandhari watu wanakaa, atabadilisha yale mambo ambayo huwa tumeyazoea mpaka ayabadilishe. Maana akija wewe hutabaki vile uko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni Filipo alikuwa akifanya mambo yake ya kichawi chawi, lakini Petro alipofika, Roho wa Mungu alipoanza kumiminwa, yeye mwenyewe akajitambua na akaona huyu Petro ana uwezo mkubwa, niuzie. Akaambua kuuza hili, hatuuzi, ni kitu kidogo tu, utafanya maamini Yesu na uweze kupokea kile ambacho kiko ndani yangu. So wale wako nje ndio wanapokea. Bwana asifiwe. Ili tuche tungane soaka tukawaambia hivi viti vitahitajika na kuhitajika na kuhitajika na kuhitajika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule nje wanatoka, maana raa menyelino ndani ya kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Hata asubuhi tulikuwa na vijana amejiunga kwa ibada ya asubuhi ibada si ya mchana, baada ya asubuhi. Ina mkabili mama pasta, umemshika uso sura. Bwana Yesu asifiwe, sio waku wapendelea kuongezeka na kuongezeka. Wale watakao sema kinyume wanapambana na huyo roho, maana roho anapiga huko nje akideka ndani. Bwana Yesu asifiwe.

Sasa kama kanisa litakuwa na shamba yote hiyo, magari hayatakuja? Hey, yeah. Si mpaka yaje? Si Mungu anatayarisha, mpaka pake anajua. Mungu kabla hajafanya jambo huwa analipanga huku nyuma. Sasa unaona mambo yanafanyika fanyika, lakini anajua anaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Yale yanafanyika hapa sio yale Mungu anataka kuyafanya. Kuna yale ambayo ameyapanga kuyafanya, maana Mungu anaenda kumimina roho wake na tayari amefanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na yale mambo ambayo kuna yatamani, yale mambo ambayo tunayaweka mbele za Bwana kwa sadaka ambazo tumededicate na kwa maombi na kwa plans, hayo mambo ni mpaka yatafanyika. Bwana asifiwe. Inajua kuna mkanganyiko wa mambo ya shule senior secondary, lakini wataenda shule wote. Bwana asifiwe. Wale wanaambiwa wamepata huku, wale wanaambiwa wamepata huku, wale wanaambiwa wamepata huku, wale wanaambiwa wamepata mbili, wale wanaambiwa wamepata tatu, wale wanaambiwa bado wapi, kwa kanisa hili wanaenda. Bwana asifiwe hata kama huoni pesa, kwa sababu kuna uwezo wa Mungu, wote wataenda. Bwana Yesu asifiwe. Nanoweza kushangaa yale mambo vile yatafanyika, hata kama una pesa ukashangaa tayari Mungu yamefanyika, yamefanyika, anaenda mpaka umebaki na balance unashindwa. Bwana Yesu asifiwe ameenda kupaga katikati yetu, unaenda kubatishwa katika huo Roho na mambo mengi ambayo tuna ya tamani yanaenda kufanyika. Bwana Yesu asifiwe, yanaenda kutendeka na sisi, hata vyombo tunapata vigini kwa sababu Roho wa Mungu yuko nasi. Bwana Yesu asifiwe, na tunaweza kuvipata bila kununua. Maana mambo yanafanyika, mambo yanafunguka, mambo yanaendelea. Roho wa Mungu anapomwaga, hakuna kitu kitazuilika. Na wakati hata Yesu akitembea juu ya maji, alitembea kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yesu so wasikiwe sasa, ajuwa amemagwa, ninini inatoshida, ninini, ninini, ninini, ninini. Ati mtu atakuja kukuambia maneno maneno yasiyopita, ati mtu atakuja usiku afanye fanya vituko vya na ndani ya nyumba yetu tutampata kwa mlango amelala hapo ameshindwa na kuingia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wa kuwanga wanga usiku kwa hao washirika, kuanzia leo atakaye jaribu kama ananisikia atapatikana nje ya mlango. Bwana Yesu asifiwe. Maana mbono Roho Mtakatifu uko juu ya macheko yenu sawanisha hmm. Habari wakija kupiga picha hapo, onamelalaa hapa anje na utasemaje? Unagona nje amelala, wajue waende wapi. Yesu asifiwe. Alafu, mtaniita nije nimwombe nimwekee mkono afunguke, aende nyumbani akitokoka, asibiwe. Ukimwona e, haweza, amelala hapo mlangoni, nisema mchungaji, njoo, akija kumwekea mkono, alafu atafunguka na ataenda. Hivi ndivyo watapeleka waandishi wanata.